Naam, karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo, kipenda niite AJB, na huyo mrembo unayemwona hapo chini ndiye mwenzangu kwa upande wa ishara, jina lake Lilensa Odingo. na Rais William Ruto leo aliupeleka mpango wa Nyota katika kaunti ya Machakos, ambapo aliwataka vijana kuunga mkono utawala wa Kenya Kwanza ili kujiondoa katika lindi la umaskini. Rais Ruto aliwasihi aliwasili katika eneo la Ukambani akiwaonya, eh, vijana dhidi ya kuunga mkono upinzani, kambi ambayo alishtumu kuwa eh, kukosa ajenda kwa taifa hili. Aidha alitoa changamoto kwa vijana 5900 ambao wamenufaika na mpango wa Nyota katika kaunti za Machakos, Kitui na Makueni kutumia fedha hizo kubuni fursa za ajira, sio kwa ajili ya maslahi ya kibinafsi Rais William Ruto alitumia muda wake wa siku Elhamisi kuwavutia vijana wa eneo la Ukambani kuunga mkono serikali na ajenda ya maendeleo. Rais Ruto akisifia mpango wa Nyota kwa kuleta imani miongoni mwa vijana wa nchini. Today this program benefits between 70 and 80 young people in every ward in the Republic of Kenya. Hata ukiwa mbali, we are going to reach out for you. We have young people here from every ward in the three counties of Machakos, Makueni and Kitui. Ni kwele masikwele. Rais alisema utawala wa Kenya Kwanza umeonyesha kujitolea kwake kuwainua vijana wa Kenya kutoka kwenye lindi la umaskini kupitia ajenda ya ustawi wa kiuchumi kuanzia mashinani almaarufu bottom up. Our intervention is to give everybody a chance bila ya kubagua mtu kwa sababu hana elimu ya kutosha. We must give everybody a chance, that is what we mean by bottom up. Rais na viongozi waliokuwa wameandamana nao walitumia fursa hiyo kutoa changamoto kwa upande wa upinzani kuangazia mahitaji ya uchumi ya mwananchi. Do not accept to be used by people who just see young people as people wa kupiga makelele contractors wakwenda kupiga kutupa mawe, watu wakwenda kufanya mambo haya mengine. Mtu akitaka mtu ya kutupa mawe, contractor number one aweke mtoto yake kwa biashara ndogo kupata 50000 grant is not a small matter, it is only a small matter to a rich person who does not know the pain That ordinary Kenyans go through at the grassroots. Kuna watu wachache ambao hawapendi nyinyi mfaidike, wanawaonea wivu. Kwa hivyo mimi ninawaomba mpuuzilie mbali mtu yoyote ambaye anawadhalilisha, mtu yoyote ambaye anawakejeli kwa sababu nyinyi mnapata, yeye hapendi nyinyi mupate mpango wa Nyota ulioongezea mtaji zaidi ya vijana elfu tisa kutoka kaunti za Machakos, Kitui na Makueni. Chiefs, assistant chiefs wote wametusaidia, watakuwa wanamfuatilia kule kuona vile mnaendelea na hii biashara na kuprovide envi en en enabling environment ya nyinyi kufanya hii biashara ambayo mtaendelea You're tunakupatia ndoano ya kwenda kukamata samaki, sio samaki peke yake utamula leo amalizike. Miaka ishirini na sita ndani ya karne ya ishirini na moja kijana wa taifa la Kenya umetaka, Your Excellency, pia yeye awe mwanabiashara na awe mtu wa kwanza kusimama kuchunga biashara yake. Mradi huo unanuia kufungua fursa na kuangazia uhaba wa ajira, kupiga jeki fursa za kuzalisha mapato na pia kukuza utamaduni wa kuweka akiba na ujarasilimali. Yusuf Faru